navyofahamu kwamba uh, shule zilitakiwa kufunguliwa uh, tarehe kumi na tatu. Nimepata taarifa kuna baadhi ya watoto hawajaripoti. Niwaagize afisa elimu sekondari na msingi wilaya ya Same majukumu yao wahakikishe watoto hawa wanaripoti, na wafuatilia watoto kama alifaulu atakiwa kwenda shule ipi, wajiridhishe na hiyo, kama kweli hawa watoto wameenda au hawajaenda kwenye hizo shule, na kama hajaenda kuna sababu gani ya, ya kutokwenda. Lakini ni wasihi wazazi, ulimwengu wa sasa ni ulimwengu wa teknolojia. Teknolojia inahitaji watoto waliosoma, inahitaji vijana waliosoma tunahitaji watoto wetu waende kusoma ili waje walisaidia taifa baadaye. Kwa hiyo niwaombe sana wazazi wa wilaya ya Same, wahakikishe watoto wao ambao wamefaulu wako majumbani, wahakikisha wanaripoti shule. Walitakiwa kuripoti tarehe kumi na tatu eh. Sasa kama hawajaripoti, nawapa nafasi wiki hii wawe wameripoti, na Jumatatu ijayo nitafuatilia kuona kama ili agizo langu limetekelezwa au la, vinginevyo tutaanza na wazazi kuwachukulia hatua, kwa sababu ni kosa kwa mujibu wa sheria zetu za nchi kutokumpeleka mtoto shule, tena wakati akiwa amefaulu. Kama kuna tatizo la kimsingi ambalo linafanya mzazi ashindwe kabisa kumpeleka shule mtoto, basi watoe taarifa kwenye uongozi wa wilaya, ili tuweze kulishughulikia, mtoto aweze kwenda shule. Kwenye hili bwana, Mheshimiwa Rais ametuletea shilingi milioni 220 tisa kwa ajili ya ukamilishaji wa jengo. Lakini masikitiko yangu bwana, hili lina mwaka wa tatu sasa, bado halijakamilika. Fedha zililetwa kwa awamu mbili. Awamu ya kwanza ililetwa milioni 1, lakini awamu ya pili zimeletwa milioni mia moja ishirini na tisa. Zimeletwa zote, tunazo hapa sana. Lakini nasikitika sana, umefanya ziara Nimetoa maelekezo mafundi hawajaja, na leo nimefanya ziara ya ghafla kujiridhisha, kwa sababu huyu ambaye amefanya finishing huko juu ameifanya vibaya sana, na niliwaagiza halmashauri wasimpe hela yake ya mwisho mpaka hapa atakapofanya mabadiliko. Lakini toka siku ambayo nilikuja hapa, nimekuja leo, hakuna fundi aliyekuja. Lakini kuna fundi mwingine wa madirisha pia, naye napata story hapa kwamba yuko Dar es Salaam. Sasa nawaagiza hawa mafundi wiki hii wawe wamefika, vinginevyo watajifuta kufanya kazi kwenye wilaya ya Same. Naendelea kusisitiza wahandisi wilaya ya Same waende kwenye hii miradi, hizi fedha ni nyingi, wajitahidi sana kusimamia hii miradi. Inapokuwa iko kwenye steji fulani, lazima wahandisi awepo ili mafundi wasiharibu, kwa sababu kuna wakati mwingine unakuta jengo lilishafika mpaka juu, kumbe limekosewa, inabidi livunjwa, hiyo ni hasara.